Kuna watu ambao wana roho Mtakatifu lakini hawajazwi na roho Mtakatifu kila itwapo leo. Tamani kujazwa na roho Mtakatifu kila inapoitwa leo, roho wako mtakatifu asizimishwe ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ninaomba unielewe vizuri, kwenda viwango vingine vya maombi. Sisi ni watakatifu, tumempokea roho ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Sisi hatujapokea roho ya dunia. Kuna mtu anaelewa? Hatujapokea roho ya dunia, tumepokea roho ya Mungu. Roho ya Mungu anatusaidia kufanya kazi pamoja na Mungu. Kama umekubali kuongozwa na Mungu, mahali popote utakapokuwa kila utakalolifanya utaonekana wa tofauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mtu ananielewa vizuri, ninaomba utanisomea kitabu cha waraka wa Korinto wa kwanza sura ile ya tatu na mstari ule wa tisa. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya tatu na mstari wake wa tisa. Nasoma kwa jina ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ndivyo maandiko yanavyotuambia. sisi ni wafanyakazi pamoja na Mwenyezi Mungu. Ndio. Ninyi ni shamba la Mungu, sisi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sisi ni jengo la Mungu. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Mwanadamu lazima utambue kitu kama hicho. Wewe ni nani? Sisi tunafanya kazi pamoja na Mungu. Nahitaji uende viwango vingine leo sasa. Hebu jiulize, kama sisi ndio wafanya kazi pamoja na Mungu, je, kazi ya mikono yako Mungu anaitambua? Na ili Mungu aitambue kazi ya mikono yako inawakilishwa na nini? Usilalamike tu kazi haziendi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi nawafanya kazi pamoja na nani? na Mungu. Je, Mungu anaijua nyumba yako? Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Ukumbuke Mungu anasema katika neno lake, atafanya kituo kwa wale wa mchao. Nisikilizeni watoto wa Mungu, Mungu atafute kirahisi Mungu inatakiwa uelewe njia zake anazozihitaji utamkutana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu hataangalia bidii yako ya kuja kanisani, Mungu hataangalia bidii yako ya sadaka, Mungu hataangalia bidii yako ya kuomba kwa bidii. Bwana Yesu atusaidie ili viwango vya kuomba kwako kwa bidii vitimie kuna vigezo vyake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Amesha kuelekeza ya kwamba sisi tunafanya kazi pamoja na yeye, sisi ni shamba lake, sisi ni jengo lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo ili uwe jengo la Mungu kuna msingi natakiwa uweke, na ndio maana akasema, je, msingi wa mwenye wake ukiharibika atafanya nini? Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa.